Bismillahi rrahmani rahimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Naam, watukufu wa Islamu ambao ambayo mtashuhudia video hii ambayo mengi yatakayozungumzwa siku ya leo ni mmoja katika sherehe kubwa kabisa yaliyoweza kufanyika leo hii katika jiji la Leicester katika Masjid Noor leo hii niko na mmoja wa viongozi ambao waliosimamia kuanzia mwanzo wa ujenzi mpaka mwisho. Leo hii imefikia waumini kuja kuswali msikiti ukiwa umekamilika, takriban imechukua miaka miwili. Labda kwa haraka haraka tumkaribishe yeye shekhe wetu shekhe mwalimu Hamisa, ambaye ana mengi ya kuzungumza. Furaha iliyoje siku leo, ambao ya leo ambayo umefikia tamati ya kufanya kile ambacho walikuwa wanakikusudia katika msikiti huu kimekamilika. Na Mwalimu Messi, hali yako pazuri? Alhamdulillah. Naam, nafikiri furaha yako unaijua wewe mwenyewe na jamii Waislamu hapa Leicester. Mambo mengi mliko meandaa kwa siku nyingi kuhakikisha kwamba jengo hili linasimama na watu wanafanya ibada. Hebu kwa takriban mustakabali mzima ambao watu wanataka kujua. Ilianza lini hii program tangu mmeuvunja msikiti wa zamani mpaka kufikia sasa, leo hiyo ni swali. Bismillahi Rahmani Rahim, sallallahu alaihi wasallam, Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyotambulishwa mimi naitwa Hamis Muhammad saal ni mmoja katika viongozi wa jumuiya ya Noor hapa Leicester. Na kwa kujibu swali lako, ni kwamba ujenzi wa kuboresha na na kuongeza ukubwa wa jengo hili umeanza takriban miaka miwili iliyopita katika mwaka 2023 na huu ni mwaka 2025. Kwa hivyo ni miaka miwili sasa, alhamdulilahi toka ujenzi umeanza mpaka sasa mpaka sasa umekamilika na kwa, kwa maana hiyo basi, kwa kipindi chote hicho msikiti ulikuwa ulikuwa hautumiki. Uh, kwa kawaida waumini huwa ndio sehemu yao ya kuswalia hapa na msikiti ukawa umevunjwa. Sasa, ilichukua muda gani kuwafahamisha waumini wa msikiti huu kuweza kuvumilia kwa muda wote ambao mlikuwa katika maswala ya ujenzi? Kusema kweli kama ambavyo uh, tabia ya binadamu nah, anapenda chake na nata, anatamani chake ikiwepo akitumie na akitumie kwa, kwa kwa nafasi nah, ilikuwa si rahisi. Na kwa kuthibitisha hilo ilikuwa kila wakati hmm, tunapokutana na waumini, tunapokutana na ndugu zetu, swali lile lile, lini msikiti utakuwa tayari, lini msikiti utakuwa tayari. Kwa hivyo kusema kweli, ilikuwa haikuwa rahisi lakini tunasema kwamba, wanasema waswahili lisilobudi hutendwa, ikabidi wakubali na wakubaliane na hali. Lakini bahati nzuri ni kwamba hapa tulipo katikati ya mji wa Leicester, dakika moja mbili tatu tu, upande wetu wa kusini, kuna misikiti mitatu. Kwa hivyo, hiyo kwa kiwango kikubwa ilisaidia kwamba japokuwa msikiti umefungwa, lakini kuna na misikiti mingine karibu, ingawa pia haikutosheleza haikutoshelezwa wanasema, nguo yako wazima. Kwa hivyo watu bado walikuwa wana wana hamu ya kuona msikiti umefumuliwa. <tipan> Lakini kama nilivyosema bahati nzuri ni kwamba karibu hapo iko msikiti mingine ingawa, sasa, na hapo ndio kwa muhimu zaidi kwamba kuna harakati ambazo zilikuwa zikitokea maalum katika msikiti huu, ambapo hata utakapokwenda msikiti mwingine wewe, utakwenda kuswali, utatoka, harakati zile hazitaweza kufanyika. Kwa hivyo hapo ndipo palikuwa palikuwa na mtihani mkubwa Ma, miongoni mwao bila shaka ni na ni harakati za madrasa harakati za za mikutano ya mwezi wa Ramadhani na na na na sherehe zaidi na, na, na, na, na kadhalika hizo zili zili zili sita zote na ikawa ni mtihani mkubwa sana katika jamii lakini akosema hmm. kwamba tulikuwa tunataka kuboresha kwa hivyo tukajaribu kuzungumza na, na na watu watuelewe na, na najua katika masuala ya ujenzi kunakuwa ni changamoto kubwa sana hasa linapokuja swala la uchangishaji wa pesa je waumini wanapenda kujua ni changamoto gani mliipata hapa takriban kwa miaka miwili. Najua lengo halikuwa ni miaka miwili, lengo lilikuwa kwa muda mfupi sana, jengo lile limekamilika. Je, ni changamoto gani nyingine ambazo mlizipata katika masuala ya kuboresha kuchangisha pesa kwa waumini? Kusema kwa kweli, hali ilikuwa ngumu sana, safari yetu ni ngumu kupita kupita. Unaweza kuielezea kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna, kuna matatizo ya kawaida ya kwamba kuchangisha si kazi rahisi na hasa unapochangisha katika jambo ambalo shetani, kwa sababu shetani yote anapambana na yoyote ambaye anataka kumtumikia Allah subhanahu wa taala no. Lakini vile vile, um, hali za, za, za watu na hasa tukikumbuka kwamba kipindi hiki kuanzia mwaka 2023 no. ni kipindi kilichokuja baada ya matatizo ya covid no. Uh, kwa hivyo ilikuwa ni, ni kipindi kizito kwa kila familia no, na mambo mengi yamebadilika katika nchi hapa hivyo kulikuwa na mtihani mkubwa sana wa kuchangisha, na wakati mwingine mnaona kama mkate tamaa, wakati mwingine mnaona mnapata wasiwasi kama hili jambo kweli litawezekana. Kusema kweli, ulikuwa ni nilikuwa ni kipindi ambacho hakielezeki, hakielezeki na lakini, tuseme kweli, kusema kweli sasa kwamba Mwenyezi Mungu akiamua lake basi linakua, na hili tunasema kwamba huu ni mshahidi kwamba Mwenyezi Mungu aliamua lake. No. Kwa sababu watu walipata ushujaa kupita kiasi no. Na wakapambana kwa namna zote kwa nguvu zote na fikira nyingi zimekuja no. Kusema kweli kama tunasema labda tu, tu, tu, tu, tu, tuandike kitabu no. Kuhusiana na masala tu ya uchangishaji mpaka tumefanikiwa miaka miwili baadaye ni no. kitu ambacho kusema kweli ni kizito, kizito sana. Naam na, uh, kama tulivyomsikia imam baada ya swala alitoa yale ambayo ambayo ya kufanya watu wawe na imani na dini yao. Um, amezungumza neno moja kwamba inna almasajida lillah uh, kwamba masjidi ni ya Mwenyezi Mungu, lakini pia yule anaitoa pesa zake ana imani kwamba pesa yake hajaipoteza anaitoa kwenye sehemu sahihi. Je, waumi na anipenda kujua kwa uzuri huu wa msikiti huu mpaka unakamilika na watu wanaswalia, unaweza puwa, kuwa kwa uchache umetumia gharama za kiasi gani? Sija- hatujakaa tuka, tukatengeneza mahesabu ya ya ya mwisho no. lakini kwa hesabu za haraka haraka no. imekaribia laki tatu na nusu paundi laki tatu na nusu no. na tukizungumzia paundi laki tatu na nusu no. ni, ni pesa nyingi kwa kweli ni pesa nyingi no. na ndio maana safari ikawa ndefu no. Lakini utashangaa, na hapo ndipo yani jambo hili linakuja katika katika hali ya ya, ya tuseme Aina fulani ya muujiza hivi yeah. utashangaa kwamba Mwenyezi Mungu wakati mwingine tunakata tamaa basi yake tamaa kwa kifupi ni kwamba zaidi ya, au karibu laki, laki naam nah. nah, karibu laki tatu na nusu imetumika katika ujenzi na ukarabati wa msikiti huu watukufu waislamu pesa yenu ambayo mlikuwa mkiitoa paundi moja paundi mbili ambayo ilikuwa inakwenda sehemu sahihi na kamati ya msikiti yeah. ambao waliamua kusimamia jambo hili kwa ajili ya Allah na leo hii limekamilika, basi jua kwamba haujapoteza kile kidogo ulichokitoa. Allah amelisimisha jengo na kamati nzima inawashukuru nyote kwa mchango mliotoa, na Allah atakulipe. Na mlikuwa naye Mwalimu Hamisi mmoja wa viongozi wa, wa Masjid Nur hapa Leicester, na mimi ni Amori Msema, ambaye nilikuwa nikikusanya taarifa hizi. Wabillahi taufiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa